Tunasema hii swala la umemoa mke yani umpatie makazi na makazi salama. Maana kuna makazi na makama tulivyosema. Sasa hilo ya kwanza ni makazi, basi hata kama umejonga mmoja uwezo wako, lakini una kazi salama, makazi salama, hilo ndilo makazi. Jambo la pili kumlisha chakula. Chakula yani isiwe kwamba umeoa mke, lakini kwamba umetegemea kwamba utakula kwa kaka mdogo Utakula kwa shangazi, utakula kwa cousin. Kwa hivyo, ni mkeo ashakula shaye e, mkeo atakula, mkeo atakula kadri ya uwezo wako. Mwanamke imefika jioni waja na chakula, yani a, karawe e, pishori unga nyama yani, oh, avijapikwa yani. Basi kimepikwa hakijapikwa, lakini a na chakula wala, lakini wewe a chakula stock cha toka wapi? na ba, sema, eh, fiche, na pia tumesema kadiri kadiri ya ya uwezo uwezo, eh vitu. Unaona kuna talaka hapa ofisini zaja lakini madai ni kwamba mimi sijavaa nguo fulani, sijavaa hili sijavaa kile. Kwa hivyo kabiria uwezo wake hakuvisa ugonjwa. mama watoto anaumwa, mke wangu anaumwa, yani sheria haikumpa mume lazima. Ni katika haki zako, tuelewe vizuri ha? Mm. katika haki zako wewe mume, je, ni kumfanyia matibabu mkeo? a a haimo Haim, ni kitu gani ambacho kwamba chafuata sasa? Baada ya hapo ni ihsan, ni wewe kumfanyia wema, kujitolea kumtibu mkeo. Utamwacha eh, ni niwanani yule mke? no ni wako, wako. Na wewe itakuwa ni mume wa vipi? Mke anaumwa, ukija uko pale hana raha, haja kupikia na wala haja kufanyia huduma zozote, wala starehe hazipiti, anaumwa. Kwa hiyo utasema hasia yake yangu simfanyia moja kwa moja. Kwa hivyo, yani ni mambo kwamba yanaingia automatically kwamba wewe sasa ni mume wa yule mke wa mtibu. Upande mwingine mke si lazima akupikie wewe, si lazima akupikie. Lakini je, kweli eh, si ni kweli mume wangu amekuja kutoka kazini, aende aende jikoni jikoni, aka kwangure akapike? Si kweli kwamba hii naleta sura. Kwa hivyo ni mke ameleta bwana samaki, nyama, nini, nampikia kila anachotaka, anapata taabu eh, na ili mapenzi yaende kwa hiyo wanawake wasichukue hizi points au wanaume wakatoa points ya kwamba ah, hiyo sio lazima kwangu. Mashehe tuambia lakini sasa hayi hivyo kwamba hiyo sio katika haki zangu ah, ah. Tukisema kila mmoja beba haki zake, kuna upungufu utapatikana kati moja kwa moja. Moja kwa moja. Kwa kwa hiyo hili swala la kwamba tunafanya uh, na hisani sana, sana, sana ndani ya ndoa hmm. Kwa sababu kama kwa mfano kupika, bibi anapika kwa sababu kuboresha mapenzi

Mume ana haki ya kumwambia mke, nyumba ile usiende, usiingie, msiingie. Kuna majirani, waishi na majirani ambao kwamba hawana maadili mm. Wapo hawana hey, maadili, ima ni wanawake au ni wanaume wakali mm. Usiende kwa sababu ya maadili, ana haki. Kwa hivyo msikilize, ikiwa kumsikiliza sasa kumetokea ugomvi na ugomvi, utakuwa jukumu lako hilo wewe eh, mke. Kwa hivyo kumlinda mke ni ku mwanamke aamini kwamba akupii usiende pale. Lingine kumlinda mke mwanamke akii mumewe na yeye mwenyewe ajibishe nguo ambazo kwamba zitamlinda na na fitabu na fitna. Sasa yeye mwanamke unavaa nguo ambazo kwamba zinaonyesha e, wandani, eh kwamba wewe si mke wa heshima huko nje, lakini uko nje akiwa ndani eh, ni wako mwanzo kwa ndanini wako ametoka nje, yeye ametoka hivi hivi. Unajua, approach ya mume avutiwa na mke hata kama iko vipi, huwa anamwangalia mke huyu. Mimi naweza kumwambia maneno, lakini mke akijistiri vizuri, amepanda na heshima yake vizuri, pia mwanaume anajiuliza, huyu ni mwanzi wake moja kwa moja, wako korofi. Lakini sasa ile kujifinika na kujistiri, mwanaume anaji, anajiangalia mimi ta mwanzi wake dio, kujihifadhi wanawake. Lazima wajue wanaume wanaathirika na nini, ili kumkosea ku, ku, ku adabu mke Oh, na wake no, lazima wajue. Unaona mwanamke yeye anaona ni, ni kama yeah, mume sasa ametoka na dera moja, niambie, mwanaume anaangalia vitu ngapi kwenye mwili wake? Kuna vitu vitajidhihirisha hapa, na vino ndio vinamfanya mume amsongelee zaidi. Ni kama mke amemwambia njoo, njo. Unajua, kuna umena esha, mwanamke mwanamke akipita na mahali mm. Wajua wame tayari tayari, kila mwanamume kuna kitu chake kimemkuta. hey, kur... kuna anaangalia makalio mwingine anaangalia pale, yani ili mradi kuna mume yuko ndani ya nyumba, pengine yajipumzisha, pengine angalia habari, pengine angalia nini. Kuna kelele nje, ima ni ngoma au ni mziki au kitu fulani, unajua ni rekodi hizo za redio au au kaseti au kitu fulani, wasikia kelele huko na mkeo humuoni pale. Ah, sasa baada ya habari kumalizika, ndipo ah, natoka niangalie angalie pale nyumbani, naona mke wangu amesimama na mtu, nauliza kuna nini? Ile kijana ni katika vijana wa wanauza eh, CD anauza vitu vitu simu na nini. Nauliza mke wangu afanya nini, anasema anatiliwa nyimbo na na huyu barobaro kwenye eh, Bluetooth na na na kwenye memory card nyimbo hapa hapa ya ya ya Sheikh Musa. Kwa kwa Sheikh umetoka baada ya muda, baada ya muda, habari iishe na kuondoka, lakini mkeo muone. Sheikh, kwani mtakuwa mwanamume, tunafanya makosa kwanza Shekhe, unaposikia mke tayari kuna uadui hapo. mm -hmm. nje tayari mm -hmm. Wajua unaendelea mm -hmm. na mkeo ni humuoni mm -hmm. ni utoke haraka. Sasa unapata kwamba ni mkeo kwanza, aregesha mke kando, uliweza kuna nini hapa, kuna a b c d. Sasa pale Shekhe, Shehe, mtu kama kila mtu endezake mm -hmm. lakini ushachukua huyu mkeo, na kama makosa ya mkeo Shekhe pia vile vile bado una interview, kwa kwamba unakuwa hakimu pale, bis unakuwa hakimu lengo kumlinda ule mke eh, kwa sababu yani amesimama na mtu hujui amesimama na naye masaa mangapi, kwa sababu wamebachana na wamebachana, washabadilishana mawasiliano ni barobaro. Sasa shekhe, unaonaje shekhe, kwa mfano inakuwaje? Kuna wakati labda wanaona dhuluma, na kuna anambia, mke wangu nimpatie simu yako. Eh, ndio haki kabisa, sio dhuluma. Akwambia, mbona wewe unipatie? Hapo ianze sasa. Sasa nipe simu yako na mimi ndio kwa yangu sasa manake kuna baadhi ya kwamba wajua huyu mwanamke wajua yuko chini ya mwanamume na ndio kuna ume wengine kimoa mke. Mm -hmm. Tumeona umnulia simu mpya Mm -hmm. na simu kadi mpya mpya kila kitu na huyu na huyu uko sawa kabisa, sawa kabisa. Sasa kwa sababu ya kubasha namba ulivyosema kwamba anatiliwa nyimbo ama kitu fulani. Mm -hmm. Eh, kwa simu yake, Shehe, itakuwa ni makosa makubwa. Ni namba ambayo ukinitaji nipigie. Nipigie.